Niti kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba wikudadunia na kwa Yesu Kristo mwana wake wa pekee bwana wetu aliyetumbwa kwa uwezo wa roho Mtakatifu akazaliwa na Bikira Maria akateswa kwa mamlaka ya Mose okatu akasulubiwa akafa akazikwa akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu akapaa mbinguni amekaa kuume kwa Mungu ka Mwenyezi, kutoka huko kulyako kuwahukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa myele na uzima wa milele. Amina. Amri ya kwanza ni Bwana Mungu wako usiabudu miungu wengine. Ya pili, usilitaje kule jina la mungu wako. Ya tatu, shika mtakatifu siku ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nani, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani.

mejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kulikuwa na wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu barikiwa Maria mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Sisi tuliojua kwa maelezo ya malaika kwamba mwanao ilifanya mtu kwa, kwa mateso na msalaba wake tujulishe kwenye utukufu wa ufuko. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Si atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wamarehe wote raha ya milele uwape ee Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Milele uwape ee Bwana.